Salamu alaikum mama, salamu alaikum. Tulikuwa kwenye sherehe, mara akaingia mtoto. Alivyoingia mtoto alikuwa hajasalimia, lakini mtoto huyo alikuwa na umri kama wa miaka minne mitano. Lakini baada ya kuto kusalimia watu wakaanza na maoni yao, mwengine, mbona hujasalimia? mwengine au ulimi wako umeliwa na panya. Mwingine anajua kusalimia tena anasalimia vizuri tu. Hebu salimia mtoto wangu, salimia mtoto wangu kipenzi. Mwingine, mm, mimi nafikiri hajui kuongea ndio maana hajasalimia. Angekuwa anajua basi angekuwa kishatusalimia au huna ulimi. Hebu fungua nione ulimi wako. Sasa maoni yote haya ya watu ili weje nilitamani kunyanyuka katika sehemu ile na kuwauliza, mmemaliza? Lakini sikuona faida. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hata siku moja mtoto hawezi kujifunza kusalimia katika namna kama hii. Lakini ukweli mwingine ni kwamba maneno haya, haizidi haipungui, yataondoa kujiamini kwa mtoto, kujithamini na vile vile kujipenda, kwa sababu ataona aibu mbele za watu na hajui afanye nini kulingana na umri wake. Lakini ukweli mwingine zaidi uliowazi ni kwamba hata siku moja amini usiamini kwamba mtoto mwenye umri wa miaka kumi na tano mpaka kumi na sita hawezi kuingia sehemu kama hii akashindwa kusalimia. Lakini huyu ni mtoto mwenye umri mdogo na hawezi kujua bado, hajaelewa kujifunza salamu mbele ya watu, na ile sehemu sio sehemu ya mafunzo ya salamu. Sasa ni nini cha kufanya endapo tutapata changamoto kama hii kwa watoto wetu? Sasa inabidi tuangalie mazingira. Tafadhali, tafadhali, naomba tufanye kama hatujaona kile kitendo ambacho mtoto amefanya. Yaani ule muda sisi hatupasi kumjaji mtoto. Eti kwa nini ujasalimia? Ulimi wako umefanya nini? umefanya nini? Kwa, kwa sababu hii yote inaleta kumdhalilisha yule mtoto. Lakini nini cha kufanya? Cha kufanya kwanza tunabidi tujaribu kuwa karibu na yule mtoto na kujenga mahusiano naye ili awe rahisi, awe karibu kuweza kuzungumza na sisi. Kama vile yeye ndo ameingia, lakini sisi tunaanza salamu aleikum, karibu sana, tumefurahi ulivyokuja tumefurahi kukuona, karibu kwetu, tunamwambia maneno kama haya. Lakini ikiwa wewe ni mzazi wa mtoto huyu, basi tafadhali, tafadhali usimwonye mtoto wako katika ile sehemu ya hadhara, tafuta sehemu nzuri ya kumwonya, kwa sababu sehemu ya sherehe au sehemu ya hadhara ya watu, tambua kabisa hiyo sio sehemu ya mafunzo, sio sehemu ya mafunzo wala sio sehemu ya kumwonya mtu au mtoto lakini, pia unaweza kumwonya mtoto wako baada ya ile shughuli au unaporudi nyumbani kwenye sehemu ya faragha, huko peke yako na mtoto wako, unaweza kumwonya na kumfunza mafunzo ya kutoa salamu. Lakini pia unaweza kutumia njia ambazo sio za moja kwa moja, kama vile kumhadithia hadithi tofauti au kumtolea visa katika dini yetu vya aina tofauti ambavyo vinahusiana na kutoa salamu, kwamba mtu anayetoa salamu huwa ni mtu wa heshima, ni mtoto mzuri na kadhalika.